Mama unaweza kujifungua kwa upasuaji au watoto wako kwa njia ya operation mara tano? Kama ulikuwa unajiuliza swali hilo, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea channel yangu, unaweza kwa subscribe hapo chini nde kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Mmoja ya mfuatiliaji wangu yeye anaitwa Gati Mahiti anasema kwamba je, daktari, inawezekana mtu kufanyiwa operation tano za uzazi? Hilo ni swala la kwanza, lakini vilevile ameuliza kuna watu washawahi kufanyiwa operation tano. Nadhani anachokimaanisha hi kwamba kuna watu walishajifungua watoto watano kwa njia ya upasuaji. Jibu ni ndio, na wako wengi tu ambao wamewahi kujifungua kwa upasuaji mara tano na wakapata watoto wao vizuri, na wakaendelea kuwa na afya njema. Kwa kusema hivi, sikuhamasishi kwamba ufanyiwe upasuaji mara tano. Inawezekana ulijifungua kwa upasuaji labda mara tatu, baadaye ukapata uvimbe wa kwenye mji wa uzazi au unaohusiana na masuala ya uzazi, ukafanywa upasuaji, hiyo pia ni upasuaji wa uzazi. Lakini inawezekana kwa namna moja au nyingine, pengine haujahusisha mji wa uzazi. Kwa mfano, mtu akiwa ana uvimbe maji au ana uvimbe ambao uko kwenye mifuko ya mayai, huyu hatohusisha mji wa uzazi. Sisi tunachokiangalia mara nyingi ni ule upasuaji ambao unafanyika kwenye mji wa uzazi yaani mji wa uzazi umekatwa mara ngapi au awamu ngapi? Sasa wako watu kweli kwamba wamewahi kujifungua mara tano kwa njia ya upasuaji bila shida yoyote, lakini kiukweli si salama sana kiafya na kiuhalisia. Hakuna kwamba labda kuna ukomo wa kuweza kufanya upasuaji wa uzazi au wa kutoa mtoto eh, labda unafanya tatu au nne au tano. Madaktari tulio wengi huwa tunasema kwamba uweze kufanya mara tatu, maana yake ni namba ambayo inaweza ikawa standard au ya, ya Western kwa maana kwamba ukapata watoto wako watatu bila kuwa na shida yoyote. Labda inawezekana ulifanyia upasuaji mtoto akafariki, ukapata watoto wawili kwenye upasuaji mbili ambazo zinafuata hiyo, inaweza ikakusaidia wewe kuwa na afya njema. Lakini vilevile vile kuna baadhi ya watu wanaweza kafanyia operation mara nne, mara tano, wengine mara sita mpaka mara saba. Kikubwa tu ambacho unaweza kukuambia kwamba mara nyingi unapoendelea kufanya upasuaji, hasa unapofanya upasuaji watatu, wanne na kuendelea mara nyingi changamoto huwa zinaongezeka. Changamoto ambazo zinazungumza hapa, kwanza kabisa, mji wa uzazi unakuwa umekatwa zaidi ya mara tatu au mara nne mara tano. Kwa hiyo kama tabeba mimba nyingine, kumbuka kwamba tunapokata ule mji wa uzazi tunakata pale pale ambapo labda ulikatwa kipindi cha nyuma. Kama kama ulikatwa mara mbili mara tatu nyuma na mara nne unakatwa mazingira yale ya, labda kama kutokana na ishu ambayo imetokea, wakakata sehemu nyingine, lakini mara nyingi panakatwa pale pale kwa hiyo tuchukulie mfano, una kidonda kwenye ngozi, alafu kila baada ya miaka miwili kwa unakata unakata, afu unashona. Una kidonda kwenye ngozi, unakikata, alafu unakishona. Nafikiri unaweza kuona kwamba kidonda hicho kwa namna hiyo, sehemu itavyokuwa inapona, kuna namna fulani itatengeneza tishu ambazo zimeshikana shikana. Kwa hiyo unapozidi kufanya upasuaji e, ambao unahusisha tumbo kwenye ngozi, lakini vile vile kwenye mji wa uzazi, wakati mwingine zile tishu huwa zinashikana shikana, kitu ambacho ni hatari sana kwa upasuaji ambao unafuata, lakini mtoto anapozidi kukua kama labda hii ni operation ya 4 ya 5, kwa bahati mbaya uchungu ukakuanzia nyumbani, hata kama mimba ilikuwa haijafikisha wiki 37, mwisho wa siku mji wa uzazi unaweza kupasuka. Kwao unakuwa unajihatarisha wewe maisha yako, lakini vivyo hivyo na mtoto ambaye umembeba tumboni, kwa sababu inaweza kafika mimba iko wiki 32, uchungu ukaanza kabla ya wakati, mji wa uzazi ukapasuka, ukampoteza mtoto, lakini vivyo hivyo unaweza kufariki au ukapoteza damu nyingi sana. Lakini vivyo hivyo, wakati mwingine kondo la nyumba inaweza kaenda kujishikiza karibia na mshono au sehemu ya chini ya mji wa uzazi au likajishikiza sana likaingia sana kwenye ukuta wa mji wa uzazi, kwa mwisho wa siku kipindi ambacho unajifungua, ikabidi uweze kutolewa kizazi, na hii inakuwa ni hatari sana. Kwa ushauri wangu ni kwamba hata kama ushaisikia kuna watu walishajifungua mara nne mara tano, basi vema kuhakikisha kwamba wewe unafanya tu mara tatu. Kuna watu ambao unakuta anang'ang'ania jinsia fulani, labda alijifungua kwa upasuaji watoto wanne au watoto watatu, alafu ni jinsia ya aina moja, labda wa kiume tu au wa kike. Kwa hiyo mwisho wa siku, kwa sababu anasikia kwamba unaweza kufanya operesheni ya tano au ya nne na kuendelea, anatafuta labda mtoto wa kiume, anafosi au anajingang'aniza kuweza kubeba mimba ili apate jinsia nyingine. Hiyo inaweza kawa ni hatari sana kwenye maisha yako, na mwisho wa siku kapoteza maisha yako mwenyewe na mtoto aliyoko tumboni au mmojawapo kati ya wewe au mtoto. Kwa hiyo ni vyema kuhakikisha kwamba kwa unafanya operation tatu tu ambazo tunasema kwamba zinaweza kuwa na afya, lakini vilevile tujue kwamba kuna utofauti kati ya mjamzito mmoja au mama mmoja na mama mwingine. Kuna mama mwingine unakuta mara ya kwanza alijifungua kwa upasuaji, hii mara ya pili tayari zile tishu zimeshikana shikana kiasi kwamba ni sawa na mtu mwingine ambaye amefanyiwa labda operation nne za huko nyuma, yuko operation ya tano. Kwa hiyo unaweza ukajikuta wewe ukifanyiwa upasuaji, tishu zako kwa namna ambavyo zinaweza kupona hazishikani shikani sana ukilinganisha na mtu mwingine. Lakini vile vile inatofautiana kati ya daktari mmoja na daktari mwingine. Unaweza kukuta ulifanyiwa upasuaji sehemu fulani tishu zikashikana shikana, ukaenda sehemu nyingine, tishu ukakuta wamefunga vizuri tishu hazijashikana shikana kwa ndani, na hapa tunazungumzia ndani ya tumbo sio pale kwenye ngozi pale nje. Hapa nje wanaweza kashona vizuri na kidonda chako kikawa kimepona vizuri kabisa. Lakini kwa ndani kukawa kuna tishu zimeshikana shikana sana. Kiasi kwamba daktari anayefanya upasuaji ambao unataka kutoa mtoto kipindi hicho ikawa ni changamoto. Na mara nyingi uwezekano wa tishu kuweza kushikana shikana unaongezeka kadiri unavozidi kuweza kufanya upasuaji. Na hatari zinaongezeka pia. Tujue kwamba unapofanyia upasuaji unatumia dawa za usingizi. Wakati mwingine zinaweza kuwa na madhara zikapelekea damu nyingi katoka na kuleta changamoto za upumuaji na mwisho wa siku kapoteza maisha, au ukanusurika kuweza kupoteza maisha. Kwa hiyo kwa ushauri wangu mimi ni kwamba kama unataka kujifungua watoto na una vigezo vyote vya kuweza kujifungua kwa upasuaji, basi fanya mara tatu. Kuna wengine wanaamua tu kuweza kufanya upasuaji. Sio sifa ufanyiwa upasuaji kwa kuogopa uchungu wa kawaida, wala haina faida yoyote kwamba uh, kuna kitu nakikwepa. Upasuaji umewekwa kwa lengo la kuwasaidia watu ambao kujifungua kawaida imeshindikana na kuna vigezo vyake. Kwao, kama unaona una vigezo vyote vya kujifungua kawaida, ni vema uweze kujaribu kuweza kujifungua kawaida kabla hujaamua kuweza kujifungua kwa upasuaji. Kama daktari atakuwa amekushauri kwamba ujifungue kwa upasuaji kwa sababu fulani ambayo amekueleza kwamba inaweza ikahatarisha wewe au mtoto wako, basi ni vema kuweza kujifungua kwa upasuaji, lakini maamuzi yako wewe, kwa sababu unaona uchungu labda unauma sana lakini huna kigezo chochote, nyonga iko vizuri, mtoto na kilo ambazo ni stahiki, lakini huna changamoto yoyote ambayo inakufanya ujifungue kwa upasuaji, ni vema kuweza kuepuka upasuaji kwa gharama yoyote ile. Sijasema kwamba ukatae pale ambapo madaktari wanakupa baadhi ya vigezo kwamba ni vema uweze kujifungua kwa upasuaji, na ili kuhakikisha kwamba unapata mtoto ambaye mwenye afya nzuri kuliko kusubiri kuweza kujifungua kawaida na ukapata mtoto ambaye ana changamoto. Kwa hiyo tunashauri kwamba ni vema kuweza kufanya upasuaji kwa vigezo maalum, lakini vilevile fanya upasuaji mara mbili mara tatu iwe tosha, ukizidisha sana labda iwe mara nne, lakini kufanya mara tano, sita, saba si salama. Hata wanaojifungua kawaida huwa tunawaambia kwamba mimba inapoanza kuwa ya tano, ya sita, hata kama unajifungua kawaida, mara nyingi ni hatari. Ndio maana unahitaji kwenda kwenye hospitali ambayo inaweza kufanya upasuaji, kwa sababu inaweza katokea changamoto yoyote. Siku zote mimba haizoereki. Usijambeba mimba tano sita, ukasema mimba ya saba umeizoea ukazalia nyumbani au ukaenda dispensary, umechelewa, e, mtoto yuko hatua ya pili karibia anatoka. Hiyo inakuhatarisha wewe, lakini vilevile na mtoto ambaye unakwenda kumzaa na familia yako kiujumla. Lakini vilevile unaliongezea naliongezea gharama hata taifa, kwa sababu kuna vitu ambavyo vitatumika ambavyo mnapewa bure, na mwisho wa siku inakuwa ni changamoto. Sasa kama am na swali kuhusiana na kwamba madhara ya upasuaji ni yapi haswa kwa wale ambao wanapenda kuchagua kufanyiwa upasuaji bila kuwa na vigezo maalum. Mtu anaogopa tu uchungu, amesimuliwa tu stori, hana uzoefu wowote, anaanza kuwa na hofu, anachagua kwenda kufanyiwa upasuaji. Si salama na kuna madhara yake ambayo unaweza kuyapata. Sasa kabla hujaamua kuweza kujifungua kwa upasuaji, naomba usikize video hii hapa, ujifunze kuhusiana na madhara ambayo yanaweza kutokea kwa kujifungua kwa upasuaji, ambayo wakati mwingine unaweza kuyakwepa kama umejifungua. Aidha ukiwa na swali niuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.